Wanauchumi na wafanyabiashara wapongeza kuongezeka kwa matumizi ya malipo ya kidijitali. Wanauchumi na viongozi wa biashara nchini wamepongeza kasi ya kuongezeka kwa matumizi ya mifumo ya malipo ya kidijitali wakisema, hatua wa hiyo inapunguza utegemezi wa fedha taslimu, inaongeza ufanisi wa miamala, uwazi na ujumuishaji wa kifedha katika uchumi. Wataalamu wanasema kuongezeka kwa matumizi ya malipo ya kielektroniki kunabadilisha namna watu binafsi na biashara zinavyofanya miamala, huku kukiongeza uwezo wa kufuatilia fedha na kupunguza mianya ya upotevu na ukwepaji wa kodi. Kuimarika kwa mifumo na ongezeko la mapato. Mhadhiri wa uchumi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Abel Kinyondo amepongeza juhudi za Benki Kuu ya Tanzania BOT katika kuimarisha miundombinu ya malipo ya kidijitali akisema, miamala ya kielektroniki ni rahisi kufuatilia na hivyo kusaidia ukusanyaji wa mapato ya serikali. Malipo yanayofanyika kwa njia za kielektroniki yana uwezekano mdogo wa kukwepa kodi, jambo ambalo ni muhimu kwa mapato ya taifa, alisema. Kwa upande wake mchumi wa chuo kikuu huria cha Tanzania Dr. Yohana Lawi alisema matumizi ya malipo ya kidijitali yanasaidia serikali kukusanya mapato kwa ufanisi zaidi, huku yakipunguza hasara zinazotokana na kushughulika na fedha taslimu. Hata hivyo, alisisitiza umuhimu wa elimu kwa umma ili wananchi na wafanyabiashara waelewe kikamilifu faida za mifumo hiyo. Dkt Lawi pia alipendekeza kuwepo kwa vivutio maalum kama punguzo la gharama kwa wanaotumia malipo ya kielektroniki ili kuharakisha zaidi mabadiliko kutoka fedha taslimu kwenda malipo ya kidijitali. Kuimarika kwa ujumuishaji wa kifedha. Mchumi mwingine, Dr. Goodhope Mkaro, alisema malipo ya kidijitali yamechangia kwa kiasi kikubwa kuongeza ujumuishaji wa kifedha hususan kwa wakazi wa maeneo ya vijijini na maeneo ambayo hayakuwa na huduma za kifedha hapo awali. Kupitia simu za mkononi, wananchi wanaweza kupata huduma za kifedha, kuhifadhi fedha kwa usalama na kuepuka hatari ya kubeba fedha taslimu. Wafanyabiashara wanufaika na urahisi. Wafanyabiashara pia wameeleza kufaidika na mifumo ya malipo ya kidijitali. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya usafiri wa mabasi ya Buti la Zungu, Saidi Machokole, alisema matumizi ya tiketi za kielektroniki yamepunguza hatari ya kupotea kwa fedha na kusaidia ufuatiliaji sahihi wa mapato, huku abiria wakifurahia urahisi wa kulipa kupitia simu. Mfanyabiashara wa vipodozi Furaha Juma alisema matumizi ya mobile money na miamala ya kibanki yameongeza ufanisi katika biashara ya jumla na rejareja, kwani wateja wanaweza kulipa papo hapo hata wakiwa mbali, hali inayoharakisha utoaji wa huduma na bidhaa. Takwimu zaonyesha ongezeko kubwa. Takwimu za Benki Kuu ya Tanzania zinaonyesha kuongezeka kwa kasi ya miamala ya kidijitali. Ripoti ya sera ya fedha inaonyesha kuwa kiasi cha fedha kilichopitia mfumo wa malipo ya benki kilifikia shilingi trilioni 31.1 kufikia Agosti 2025 ikilinganishwa na shilingi trilioni 29 katika kipindi kama hicho mwaka uliotangulia. Miamala ya mobile money iliongezeka hadi shilingi trilioni 22 kutoka shilingi trilioni 18 huku matumizi ya mfumo wa malipo ya haraka yakipanda hadi shilingi trilioni 4.8 kutoka shilingi trilioni 2.7. BOT imesema ongezeko hilo limetokana na matumizi mapana ya mifumo inayounganisha wafanyabiashara na kupungua kwa gharama za miamala. Changamoto na mwelekeo wa baadaye. Licha ya mafanikio hayo, baadhi ya watumiaji wameita mifumo ya kifedha kupunguza zaidi gharama za miamala ili kuhamasisha matumizi mapana zaidi. Wadau wamesisitiza kuwa kupunguza tozo na kuongeza uelewa wa wananchi kutasaidia nchi kufikia kwa ufanisi zaidi uchumi unaotegemea kidogo fedha taslimu.